Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo tokea Mwanza, na kuletea mada anayosema mwanaume asiyejiamini anavyoboa wanawake. Mwanaume asiyejiamini anavyoboa wanawake. Mpendwa mtazamaji, asante sana kwa kuchagua channel hii na mada hii. Imetoka kwa mkaka, naomba nisome kama ilivyokuwa tuna chati. So, dokta, habari za mwisho wa mwaka huu 2025. Nimesikiliza video zako hapa YouTube, naona wewe unaweza kabisa kunisaidia. matatizo yangu ni haya korodani zangu ni ndogo sana na dudu langu ni dogo vile vile, na pia nina tatizo la kuwahi kumaliza na kushindwa kurudia tendo hamu ya kurudia nakuwa nayo kubwa tu, lakini nashindwa. Hali hii imesababisha nipoteze kabisa kujiamini kama mwanaume aliyekamilika. Sasa dokta, kitaalamu zaidi inakuwaje hapo? Nikamuuliza, je, una historia ya kufanya masturbation au kujichua? Yeye akajibu, ndiyo dokta, sikufichi, nimejichua zaidi ya miezi nane. Sikujua kama ina madhara. Nikamwambia, ndugu, kujichua madhara yake yanakuja namna hii: unapokuwa unajichua kwa mikono yako, kwa njia yoyote ile, unapokuwa umemwaga mbegu, una hewa inaingia ndani. Ile hewa ikiingia ndani, inaenda kutengeneza ukungu wa aina fulani. Ule ukungu hautoki hivi hivi, unabakia mle ndani, unaongezeka uzito kwa kadri siku zinavyoendelea. Inafikia hatua ukungu huo unakuwa mzito kiasi ambacho mishipa ya fahamu haifanyi kazi vizuri, kama vile unavyojua umeme haupiti kwenye plastiki au kwenye mbao. Mishipa ya fahamu ikiwa imepata shida hiyo, mzunguko wa damu unakuwa mbaya. Mzunguko wa damu unapokuwa mbaya, matokeo yanajitokeza sababu damu ndio inobeba chakula ya kukuza uume. Mwembamba, mfupi, uume unapungua ukubwa, unavyofika unakuwa, mbegu za kiume zinaweza zikaathirika vile vile, ulikuwa na tatizo la kuwahi kumaliza kama ulivyozungumza na, na kushindwa kurudia tena. Hili linaweza kupelekea vile vile masturbation, uume kupinda, kitu ambacho kinawaboa wanawake. La mwisho ambalo unaweza kukutana nalo kwamba kumbukumbu zinapungua una, una, unapata maumivu ya kichwa haraka haraka. Hayo ni baadhi ya matatizo yanayotokana na kujichua, kwa hiyo umeathirika na unahitaji tiba. Yeye akasema dokta, kweli ulioyazungumza ni kweli, kwa maana hata mbegu zimekuwa chache na nyepesi nyepesi. Nikamwambia dawa hiyo ipo, akasema mimi nipo Morogoro, naipataje dawa na malipo ni kiasi gani? Nikamweleza, nikamwambia gharama ya dawa ya nguvu za kiume ni shilingi elfu hamsini na tano. Hiyo ni pamoja na usafiri. Gharama ya kuongeza maumbile ni shilingi elfu sabini na tano. Hiyo ni pamoja na usafiri, na nakuwekea na offer ya jarida lile la maeneo kumi na saba ya kumshika mwanamke rafiki yako. Ile ni kwa kuwa umeniamini na ukanitumia pesa yako. Akasema, daktari, nipe wiki moja, atakupatia hiyo hela sasa hii ni kesi ambayo imekuja, lakini inawagusa wanaume wengi sana. Unapokuwa una tatizo la kuwahi kumaliza au maumbile madogo, tayari unajua kwamba hapa mimi naenda kuaibika. Kwa so, sababu gani? Kwa asilimia kubwa mwanamke uliyokutana naye naye ana historia ya kukutana na wanaume tofauti tofauti wenye na maumbile tofauti na nguvu tofauti na uwezo wa kuchelewa mkubwa kuliko wewe. Kwa hiyo atakuwa analinganisha utendaji kazi wako katika eneo hilo. Akikuona ni mbishi mbishi sana atajifanya amefika kileleni, kumbe hajafika. Sasa hivi nataka kusema hali ya kujiamini sona hivi ukiwa benki una milioni ishirini alafu ikatokea mtu amegonga kioo cha gari lako, ulikuwa umepaki, amegonga kioo chako cha gari lako, kutoa laki tatu kutengeneza kioo, haikusumbui, unajiamini, nitaweza uwezi kuumia. Sawa na milioni ishirini benki kuu, kioo laki tatu chako cha gari unaweka, unaendelea na maisha yako bila kuwa na msongo wa mawazo, una ile hali ya kujiamini, pesa zipo. Sasa unapokuwa kama mwanaume una na unaishi na mwanamke mwana Alafu una tatizo la kuwahi kumaliza, kurudia uwezi, maumbile madogo, shawa zimekuwa nyepesi. Hujisikii hali ya kujiamini hata ungekuwa na milioni mia tano benki. Ile hali ya kujiamini inapotea unapokutana na mwanamke wa aina yoyote yule. Sasa kaka mmoja alikuja usiku kwangu. Ukimuona kwa maumbile ni mrefu. Anafanya kazi mgodini. Sasa aliposikia, kwamba aliambiwa na rafiki yake kwamba na dawa ambayo ilimsaidia yeye kuongeza maumbile. Kaja usiri wangu. Mrefu, mlango karibia anagusa kwenye mlango, mweupe. Mwanamke mwili wake una maeneo kumi na saba na kila eneo lina vipengele vyake na ufundi wake. Sasa wewe unajua mambo manne tu, mwanamke anapokuambia mimi sifikagi kileleni utakasirika kwa sababu una jipya una kingine, hivyo vinne unavyofahamu ndio vyote umemaliza, unavyofahamu vinne wakati kumi na saba. Kwa hiyo mwanamke anapokuambia sijafika kileleni tayari unaona kwamba ananidharau sana. Na hizo kesi mkutana nazo mwanamke akianza kuonyesha kutokufurahisha kwamba umewahi kumaliza, unajisikia vibaya sana. Lakini sasa una ujanja, unaona kwamba ndio umefika mwisho. Sasa unajua unadharauliwa. Sasa hali ya kujiamini tu kwa watu, wakati unajua kwamba unapaswa uchelewe kumaliza, lakini umewahi kumaliza, hali ya kujiamini kwa mwanamke iko wapi? Fikiria wewe kaka, nataka nikueleze kwamba haya mambo unaweza ukayapotezea lakini atakukosti atakugharimu. Mke wake alimtumia dawa, alikuwa Kigoma, tumia dawa. Sasa alipoona kwamba kwenye maelezo ambayo nimechapisha nimempatia, inaweza kuchukua hata miezi miwili kupata ongezeko ambalo halitazidi inchi tatu na unene inchi moja, akaona hizi too much, akampa rafiki yake ile dawa ambaye alikuwa anateseka kama hilo, rafiki yake aitumia akafanikiwa, yeye kakaa kimya, mke wake wakaja wakaachana. Kaondoka Kigoma Dar es Salaam, kapata mwanamke mwanamke. Siku ya kuachana sasa ndio anamwambia una kibamia, wewe nini. Siku ya kuachana, siku zote yamekuwa nakanae kwa amani, lakini siku ile ameanza kwamba inachukua muda mrefu nilikwambia ukitaka cha haraka haraka, ndio kina madhara. Kuna Zanzibar, kafuta dawa ya kunywa, mwili mzima ukavimba. Mwingine nimeongea naye leo hile leo, kapewa dawa ya kunywa hiyo hiyo ya kunywa, anasema kichwa kinasumbua, yani anashindwa kula, kwa sababu unapokunywa inaingia kwenye damu, damu itakwenda kuathiri viungo vingine. Damu inazunguka kwenye viungo vyote vya mwili wako, lazima itaita athari. Kwa nini anamboa mwanamke kwa nini mwanaume asiyejiamini anamboa mwanamke? Ni hivi, la kwanza ni kwamba huyu mwanamke anatarajia, anapenda awe anafikishwa kileleni mara kwa mara, lakini wewe ni mara chache sana anafika kileleni. Sasa unauona muonekano wake pale baada ya kumaliza tendo la ndoa unauona mwonekano unajua, hajafika keleni, lakini huna ujanja. Tayari unajua kwamba una deni kwa huyu mwanamke, lakini jinsi ya kulipa hujui. Utajiaminije? Sasa umekutana na mtu anakudai hela yako, anakudai shilingi elfu thelathini wewe, una hata elfu mbili huna, utamkwepa. Kujiamini kukutana naye ah, kama unazo umekutana na ile hela yako hiyo lakini kama huna mtakwepo utafuta njia nyingine tofauti. Kwa hiyo utaanza kuona ndani ya ndoa ile kasi ya mwanamke, mwanaume kuhitaji tendo la ndoa inapungua. Wakati wanafunga ndoa ilikuwa ni mara nne kwa wiki, mara tano kwa wiki. Lakini sasa hivi imebakia mara mbili au mara moja kwa wiki. Ukishaona kasi imepungua, hapendi mara tatu mara nne maana yake tayari hali ya kujamii haipo. Nani anayefurahia ku, kuathirika ku, ku, ku, ku, ku Hakuna nafsi ya kuadhirika kama wewe mwanamke hajafika popote. Unakusababishia matatizo ya mgongo au kiuno. Sasa gani? u... <todohi> anajaribisha kunyonya na mnyonya lakini No, lakini kwa sababu amekuwa ananisikiliza aliagizia majarida kutoka kwangu akatulia kwanza ili ajihoji. Nifanyeje? Ilikuwa noma yake kwanza kufanya naye mapenzi. Nifanyeje? Ilikuwa noma yake, nifanyeje? Akakumbuka daktari alisema kuna kitu kinaitwa G-spot. Na kitu kinaitwa G-spot kiko ndani ya uke inchi mbili. Sawa. Akakumbuka hivyo sawa moja, mkao gani ule unao unao usugusugua, jispot inaitwa koito alignment technique, unasugua kisimi, akakumbuka akaanza kufanya Ha, hapana, unapata hali ya kujiamini nimeweza nimeweza, Ni no, no, nimeweza nimeweza. Una ile hali ya kujiamini inakuja automatically baada ya kushinda. Na sasa, kama una shindwa mara kwa mara, hali ya kujiamini hiyo sasa, unajikuta hali ya ku kujia kujiamini inapopungua na umesikiliza. Ndio, unaanza kumlongo mwanamke, oh, mwanamke ana uke baridi; mwanamke sijuana uke wake siju umekaje; mwanamke sijuaji kata kiuno, unaanza kumlongo mwanamke unaenda kuepuka sasa, na kwa bahati mbaya, sasa mwanamke uliye naye naye mwenyewe hana ufundi wote wa kusaidia wewe kurudia mara ya pili, hana ufundi. Mwanaume na maeneo kumi na manne na kila eneo na ufundi wake. Sasa mwanamke hajui hayo, yanachojua tu ni kunyonya basi na kupanua miguu. Anajua tu vitu viwili, hata korodani kuchezea hajui zinachezewaji, hata shingo ya mwanaume hajui inachezewaji, sawa

Mwanaume anatoa jasho, basi mtu mweweka mbali mwenye kusoma meseji zake. Nataka kuzungumza ni hivi, nataka kuzungumza ni hivi. Hali ya kujiamini inatokana na uwezo ulio nao. Sasa kama hutachepuka basi utakuwa mnywaji mzuri wa pombe. Sababu unapokunywa pombe unapata ile hali ya kujiamini kidogo, unajiona mjanja. Kwa hiyo unaweza kama utachepuka basi atakuwa mnywaji wa pombe na kama hata kwa mnywaji wa pombe atakuwa bize sana na kazi ili akirudi bia biashara na mtuka safari za biashara biasharambia na so jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo unaogopa kumboa iwe dhahiri kwa mke wako, a unaboa. Zali kama hiyo haipendezi ina, inapaswa iondolewe haraka sana. Katika ulimwengu huu kasi ya wanawake kuchepuka imekuwa kubwa sana. Kama nilizungumza kwenye video nyinginezo, Asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika. Na hiyo inatisha. Mkemia mkuu mwaka juzi kasema asilimia arobaini ya watoto walimo ndani ya ndoa wale sio baba zao, wamedanganywa wanaume kwamba hii mimba ni ya kwako, mbe si ya kwake. Mwanamke ni chache kwa, kwa wa, wa zamani. Sasa, haya mambo tunakwenda, sio kuzuri. Elfu mbili na ishirini na sita tunakwenda sio kuzuri. Elfu mbili na ishirini na sita, hii video naitoa leo, bakia siku kama nne hivi, mwaka unaisha. Kwayo, Kwa hiyo, napenda kuambia kwamba tunakwenda sio kuzuri. Sio kuzuri. Kwa hiyo, tafadhali sana tutafutani, tuweze tuta kusaidiana. Mungu akubariki. Unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana.